Ikumbukwe kuwa zaidi ya asilimia sitini ya nguvu kazi yote ya sekta ya afya inabebwa na wauguzi pamoja na wakunga. Zaidi ya asilimia themanini ya kazi katika sekta hii ya afya zinafanywa na wauguzi pamoja na wakunga. Takwimu za tafiti zinaonyesha kuwa ni muhimu kada ya uguzi na ukunga kujengewa uwezo zaidi wa kiutendaji na kifikra ili waweze kutoa huduma zinazozingatia utu, heshima, maadili na kuimarisha huduma kwa mteja. Ndio msingi mkubwa. Hata kama mtu atakuja na hali ambayo sio nzuri, lakini kwa tabasamu letu, kwa makaribisho yetu, mapokezi yetu, kumtia moyo. Wengine wanakuja wanakata tamaa, tutaweza hili inaanzia hapo. Kwa hiyo eneo hili ni la kuwekeza, na tumekuwa tukifanya hivyo, naamini hamtatuangusha. Hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa wadau wote pamoja na wizara ya kisekta uh, wanaohusika na wauguzi na ukunga kuendelea kwa kujengea uwezo wa uguzi pamoja na viongozi mara kwa mara, ili kuendana na mabadiliko yanayotokea. Sekta ya uh, afya ni miongoni mwa sekta iliyopewa kipaumbele kwa kujenga hospitali nyingi kwa ngazi mbalimbali na kufanyiwa ukarabati mkubwa zikiwemo hospitali za rufaa, hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati. Pia bajeti ya dawa imeongezwa sana, karibu mara kumi ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Upande wa rasilimali watu, kumekuwa na ongezeko la wauguzi zaidi ya elfu moja na watumishi wengine wa kada mbalimbali wameajiliwa na juhudi hizi zitakuwa hazina maana iwapo hatutatoa huduma rafiki zenye staa na zinazozingatia mawasiliano madhubuti na rafiki pamoja na kujali utu. Kwa pamoja tunalo jukumu la kusimamia upatikanaji wa huduma za uuguzi na ukunga, ustawi wa jamii na huduma za lishe zilizo bora kwa Watanzania wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Napenda kutoa wito na kuwahimiza watumishi wote watu wa sekta ya afya nchini kote tufanye kazi kwa bidii kwa kuzingatia maadili ya utumishi wa umma pamoja na hali ya viapo vyetu. Kwa hiyo, mkutano wetu huu unatoa nafasi ya kuweza kupeana masuala mbalimbali ikiwemo ushauri na kadhalika wa jinsi gani tunaweza kuboresha hizi huduma kini tunaangalia vitu mbalimbali ikiwemo mbali, je, labda kulikuwa kuna malalamiko kutoka kwa wateja wetu ambao ni wagonjwa, na kama zilikuwepo basi tulizifanyia kitu gani? Priority ya kwetu ya kwanza ni huduma bora kwa mteja, ya pili ni huduma bora kwa mteja, na ya tatu ni huduma bora kwa mteja. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba huduma imekuwa bora huduma yenye staha inayojali utu, upendo, lakini na mawasiliano madhubuti, kwa maana ya kwamba tunatakiwa tumpe taarifa mgonjwa kuhusiana na ugonjwa wake, lakini pamoja na dawa anazopatiwa. Wito wetu ni kwamba tu, tuendelee kutoa huduma zilizo bora, tuendelee kusisitiza mawasiliano yaliyothabiti, tuendelee kusisitiza huduma zinazojali utu, heshima kwa Watanzania.